Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kutembelea chaneli yetu, basi naomba usisahau kusubscribe kisha bonyeza alama kengele na utakuwa kuanza kupata taarifa zetu pindi tunapoziweka. Kwa sasa niko hapa kwa ajili ya kwenda kuletea taarifa kutoka Simba Sport Club. Simba Sport Club msimu huu imemaliza katika nafasi ya pili ikiwa imepoteza kombe la ligi kuu ya NBC Premier League dakika za jioni kabisa ya nyuma ya watani wao wa jadi Young African Sport Club. Pia Simba Sport Club imeweza kupoteza kombe la shirikisho barani Afrika katika fainali dhidi ya RS Birkane. Pia Simba Sport Club wameweza kutolewa katika kombe la shirikisho la CRDB na Singida Black Star. Sasa kuelekea kutokana na mwenendo ambao Simba Sport Club imeonyesha katika msimu huu ambayo haikuwa ni matarajio ya wengi uh, ikapitisha panga kwa wachezaji wake ili kuweza kusajili wachezaji wapya wazuri ambao wataenda kuleta ushindani mkubwa katika msimu ujao, hasa katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika na ligi kuu ya NBC Premier League. Sasa hapa nataka kuwaletea wachezaji ambao huenda wakatolewa ndani ya kosti ya Simba Sport Club, wengine watavunjiwa mikataba yao na wengine watatolewa kwa mkopo, aa, a, ili wapishe nafasi kwa ajili ya kusajiliwa wachezaji wengine watakao kuja kuleta changamoto katika michuano mbalimbali mbali, katika msimu ujao wa

Sasa tukaanze na wachezaji ambao wataenda kuondoka ndani ya kikosi cha Simba Sport Club. Namba moja ni Fabrice Ngoma. Fabrice Ngoma, ameweza kumaliza mkataba wake ay, na Simba Sport Club na hivyo hataenda kuongeza mkataba ndani ya kikosi hicho. Inasemekana kwamba ameshaaga na kila kitu, na Ngoma msimu ujao ataenda kutafuta changamoto sehemu nyingine. Mchezaji mwingine ambaye atakwenda kuachwa na Simba Sport Club ni Zamiru Yasin. Zamiru Yasin ni mchezaji wa kizao ambaye amecheza ndani ya Simba Sport Club kwa misimu mingi zaidi, lakini kwa msimu huu uliomalizika hajacheza kwa muda mrefu sana, na hii ni kutokana na majeraha ambayo alikuwa ameyapata, lakini licha ya kurejea uh, kupata kupona majeraha yake amepata nafasi chache sana ya kucheza katika kosi hicho kwa msimu huu wa, wa 2024 uh, 2025. Hivi ni miongoni mwa wachezaji ambao huenda atatolewa ndani ya kikosi cha Simba Sport Club ili kuachia nafasi ya usajili wa wachezaji wengine walio bora zaidi. Mchezaji mwingine uh, ni Fernandez Mavambo. Fernandez Mavambo pia Mchezaji um, huyu ni miongoni mwa wachezaji wazuri sana waliosajiliwa katika msimu huu wa 2024 2025, lakini kutokana uh, na kiwango chake kuwa cha kawaida, basi ni miongoni mwa wachezaji ambao wataenda kuacha msimu huu. Kocha Fadlu Davids amekuwa hamtumii um, sana Mavambo na amekuwa akimuweka benchi mbele um, ya Kagoma na Ngoma. Ngoma ameshaondoka lakini hiyo haita garantii kwamba mavao ambayo ataenda kubaki na mavao moja kwa moja ataenda kukupisha usajili mwingine ndani ya kosi cha Simba Sport Club. Msajili mwingine ambaye atakwenda kuondoka ndani ya kosi cha Simba Sport Club ni David Kameta duchu. Duchu amesajiliwa ndani ya Simba Sport Club kwa mara ya pili tena hii, ambapo mara ya kwanza aliondoka Simba Club lakini hajaonyesha ubora mkubwa na amekuwa mara nyingi akikosa namba mbele ya Shomari Kapombe a, na amepata dakika chache sana kuweza kucheza ndani ya kocha Simba Sports Club, lakini a, ubora wake umekuwa sio mzuri sana, ni wa kawaida na hauonyeshi ushindani mkubwa hasa katika michuano mbalimbali ambayo itaendelea msimu ujao wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika ambayo Simba wanauchunao sana. Kama tunavyojua Duchu ni miongoni mwa wachezaji wazuri, anacheza katika eneo la beki wa kulia, lakini nafasi hiyo anachezwa na Kapombe, hivyo moja kwa moja Duchu ni miongoni mwa wachezaji ambao wataenda kutoka ndani ya Simba Sport Club kupisha usajili mwingine uh, bora zaidi. Mchezaji mwingine ni Lionel Ateba Mbida, miongoni mwa wasteka waliosajiliwa Simba Sport Club kwa pendekezo la kocha uh, ni Lionel Ateba Mbida ni striker mzuri lakini amekuwa hana ubora mkubwa ndani ya kikosi hicho, licha ya kwamba amefunga magoli zaidi ya kumi, lakini ukilinganisha na dakika zilizocheza basi ni striker ambaye sio mzuri sana wa kumtegemea, hasa katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kama tunavyojua michuano hiyo ni michuano yenye ushindani mkubwa sana. Ateba amekuwa akikosa nafasi nyingi, akipata chansi nyingi lakini amekuwa akikosa nafasi nyingi sana ya magoli ambazo uh, basi angeweza kuziconvert katika magoli nafasi hizo, Simba Sport Club huenda ingekuwa imeweza kuchukua kombe la ligi pia hata kombe la, uh, la shirikisho barani Afrika. Lakini kosakosa -kosa ambayo amekuwa nayo mara nyingi imekuwa ikiwaumiza sana Simba Sport Club, hivyo basi ni miongoni mwa wachezaji ambao huenda wakaondoshwa ndani ya klabu ya Simba Sport Club kuweza kupisha usajili mwingine. Mchezaji mwingine ambaye ataondoka ndani ya kocha ya Simba Sport Club ni Kijili. Kijili naye ni miongoni mwa usajili mpya wa Simba Sport Club msimu huu. Lakini kutokana na performance yake kwa msimu mzima basi ni miongoni mwa wachezaji ambao hawana hawana ubora sana na sio mbaya sana. Lakini kulingana na malengo ya Simba Sport Club kuhitaji wachezaji quality ili waweze kupata makombe mbalimbali basi Kijili moja kwa moja atakwenda kuachwa na Simba Sport Club. Mchezaji mwingine ambaye atakwenda kuachwa na Simba ni Hussein Kazi. Hussein Kazi alisajiliwa katika msimu wa 2023/24 ambapo ameweza kucheza aa, lakini hakuwa na kiwango bora zaidi na msimu huu wa 2024-25, aa, ni msimu ambao amepata nafasi chache sana na, na dakika chache sana za kucheza. Hii inaonyesha ni kwamba kocha Fadlu Davids bado alikuwa anaona ubora wake sio mzuri wa kuanza katika kikosi hicho cha Simba Sport Club. Hivyo basi, Kazi atatoka kuweza kupisha Mchezaji mwingine ambaye atatoka ndani ya Simba Sport Club ni Aishi Salum Manula. Ni miongoni mwa magolikipa wazuri sana nchini Tanzania, wanamhitaji Aishi Manula. Aishi Manula akiwa hajacheza kabisa na tunaweza tusema uh, kwa asilimia kubwa msimu wote amemalizia katika benchi. Mchezaji mwingine ambaye ataenda kuachwa na Simba Sport Club ni Edwin Balua. Balua alivyosajiliwa na Simba alikuwa ni mchezaji ambaye anaonyesha ubora mkubwa sana na ameweza kusaidia kuisaidia Simba katika baadhi ya michezo ya klabu bingwa, lakini kutokana na kudorora kwa kiwango chake kadri msimu ulivyokuwa unaendelea kwenda mbele hivyo hivyo alikuwa anadondosha uh, ubora wake na kocha mara zote alikuwa uh, eh, aanzi ah, naye tena kumtumia Edwin Barua. Hii ni kutokana na ubora wake kushuka, hivyo mi ambayo wenda ni miongoni mwa wachezaji ambao huenda anaweza katoka ndani ya kosi hicho kwa mkopo na kwenda kuimarisha kosi kuimarisha kui kipaji chake katika timu nyingine. Mchezaji mwingine ambaye ataenda kuondoka ndani ya yes, Simba Sport Club basi ni Agustin Okejefa miongoni mwa uh, uh, viungo wa kati waliosajiliwa msimu uliopita basi ni uh, Augustine Okedefa. Alisajiliwa na Simba kutokea Nigeria, lakini alikuja kukutana na vigingi hapo katikati, ambayo alikutana na ngoma pamoja na Kagoma, na amekuwa akipata namba mara moja moja, na amecheza kwa dakika chache sana kulinganisha na wachezaji wengine wanaocheza katika eneo hilo. Hivyo basi kocha amekuwa hamwamini sana. Ni mchezaji ambaye sio mbaya wala sio mzuri sana, lakini kutokana na malengo ya Simba Sport Club, basi huenda akaachwa moja kwa moja, na ili wa Simba waweze kupata nafasi nyingine ya kuweza kusajili mchezaji ambaye atakuja kuleta upinzani ndani ya kikosi hicho na kuisajili ya Simba Sport Club. Na hao ndio wachezaji ambao huenda uh, wakaondoka ndani ya Simba Sport Club kupisha usajili mpya na kupisha wachezaji wapya wenye ubora zaidi. Wewe well, kama msabiki wa Simba, unaonaje? Je, ni sahihi Simba Sports Club kuweza kuondokana na wachezaji hawa, au Simba Sports Club inaweza kupata nguko lingine kubwa zaidi? Au wewe unaona mchezaji gani ambaye huenda Simba wangepaswa kumwacha ili kupisha usajili? Tuandikia hapa kwenye komenti. Kwa sasa sina la ziada, hadi wakati mwingine. Kwaheri, kwa sasa bye bye.